Jua la utosi lilikuwa likichoma kwa hasira katika mitaa ya kifahari ya Masaki, lakini ndani ya jumba la kifahari la bilionea Damian, hali ya hewa ilikuwa na ubaridi wa kiyoyozi uliokuwa unakata kama wembe. Kuta za nyumba hiyo zilijengwa kwa marumaru zilizong'aa kiasi cha kuweza kuona sura yako, lakini ndani ya kuta hizo kuliishi mwanamke aliyekuwa na sura mbili, Malaika. Malaika alikuwa amesimama mbele ya kioo kirefu cha dhahabu chumbani kwake. Alikuwa amevalia gauni la hariri la rangi ya zambarau lililoshonwa kwa ustadi mkubwa. Kwa nje alionekana kama malkia wa himaya ya Damian, mwanamke aliyebahatika kuolewa na mmoja wa wanaume matajiri zaidi nchini. Lakini machoni pake kulikuwa na giza nene ambalo hata mwanga wa taa za kristu chandeliers haukuweza kulimulika. Aliitazama pete yake ya ndoa, pete kubwa ya almasi iliyokuwa ikimeta. Lakini chini ya pete hiyo, kwenye kidole chake cha chanda cha kati, kulikuwa na alama ndogo ya chale ya ajabu, ambayo aliifunika kwa kupaka mekap nzito kila asubuhi ile ilikuwa siri yake ya kwanza, siri ya mkataba aliyoingia kabla ya kukutana na Damian. Malaika, mbona unachelewa? Wageni wameshaanza kufika. Sauti nzito na yenye mamlaka ya Damian ilisikika mlangoni. Malaika alishtuka akahakikisha amejipaka poda vizuri kwenye ule mkono. Aligeuka na kutabasamu, tabasamu la mazoezi, tabasamu ambalo halikufika machoni. Nakuja mpenzi, nilikuwa najitazama tu, sijiamini kama kweli mimi ni mke wako sasa Malaika alisema kwa sauti nyororo iliyojawa na uongo uliopambwa kwa asali. Damian alimsogelea akamshika mabega. Mikono ya Damian ilikuwa na joto, na kwa muda mfupi Malaika alihisi hatia. Damian alimpenda kwa dhati, alimtoa kwenye maisha ya dhiki ya uswahilini na kumfanya mwanamke anayeheshimika. Lakini Damian hakujua kuwa Malaika hakuwa binti yatima kama alivyodai. Hakujua kuwa Malaika alikuwa na kazi maalum ndani ya lile jumba. Unapendeza sana Damian alinong'ona sikioni mwake, harufu ya pafyumu yake ghali ikimlewesha Malaika. Lakini kumbuka, leo ni siku muhimu, mgeni wetu mkuu kutoka nje ya nchi anafika. Nataka kila kitu kiwe sawa. Nitakufurahisha Damian, daima nitakufurahisha, Malaika alijibu huku moyo wake ukidunda kama ngoma ya harusi. Walishuka ngazi za marumaru kuelekea sebuleni ambapo sherehe ndogo ya chakula cha jioni ilikuwa ikiendelea. Malaika alikuwa akitembea kwa madaha, lakini kila hatua aliyopiga alihisi kama anakanyaga miiba. Alijua kuwa katika ile sherehe kuna mtu alikuwa anakuja ambaye anaijua sura yake ya zamani. Wakati wakisalimia wageni, mlango mkuu ulifunguliwa. Mwanamume mmoja mrefu mweusi, mwenye makovu madogo usoni na aliyevaa suti ya kijivu aliingia. Macho yake yalikutana na ya Malaika. Malaika alihisi pumzi ikimkatika. Glasi ya mvinyo aliyokuwa ameishika ilitetemeka mkononi mwake. Yule mwanamume hakuwa mgeni wa biashara tu, alikuwa Suleiman, mtu pekee anayejua kuwa Malaika ana mume mwingine kijijini na mume huyo bado anamsubiri arudi na utajiri aliyoliahidi kundi lao. Suleiman alitabasamu kwa kejeli, akamsogelea Damian na kumpa mkono. Hongera sana Bilionea Damian kwa kupata mke mrembo hivi, Suleiman alisema, huku macho yake yakiwa yameganda kwenye mkono wa Malaika uliofunikwa siri lakini shemeji mbona unatetemeka? Je, kuna kitu unaficha? Damian alicheka akamvuta Malaika karibu. Mke wangu ni mnyenyekevu tu Suleiman. Ajazoea sifa hizi. Lakini chini ya meza Suleiman alimtumia Malaika ujumbe wa maandishi kwenye simu yake. Dakika tano, ni kutute kule nyuma ya bustani. Vinginevyo, nitaambia kila mtu hapa kuwa wewe ni nani hasa. Dunia ya Malaika ilianza kuzunguka. Harufu ya chakula kizuri iligeuka kuwa kichefuchefu. Je, hii ndiyo ilikuwa mwisho wa mchezo wake? Je, Malaika ataenda kukutana na Suleiman, na nini kitatokea Damian akigundua kuwa mke wake mtakatifu ni sehemu ya genge la matapeli? Malaika alihisi ardhi inayumba chini ya visigino vyake virefu. Ule ujumbe wa Suleiman ulikuwa kama hukumu ya kifo iliyoandikwa kwa herufi za mwanga kwenye kioo cha maisha yake. Alimtazama Damian ambaye alikuwa akicheka kwa furaha, akizungumza na wafanyabiashara wenzake asijue kuwa mwanamke aliyemshika mkono alikuwa na mapigo ya moyo yanayokwenda mbio kama mnyama anayewindwa. "Damian mpenzi, nahisi kichefuchefu kidogo, naomba nitoke nje kupata hewa safi kwa dakika chache," Malaika alinong'ona, sauti yake ikitetemeka kidogo. Damian alimtazama kwa wasiwasi. "Malaika, uko sawa? unataka nimwite daktari?" "Hapana, ni uchovu tu wa maandalizi, dakika tano tu nitarudi," alijibu huku akijilazimisha kutabasamu. Malaika alijiondoa taratibu na kuelekea mlango wa nyuma unaofungukia kwenye bustani kubwa ya maua ya roses na chemchemi za maji. Usiku ulikuwa umetanda na harufu ya maua ilikuwa nzito, lakini kwake ilikuwa kama harufu ya uozo. Alipofika nyuma ya kuta za mianzi, kivuli kirefu kilitokea. Alikuwa Suleiman. Alikuwa amesimama akivuta sigara, mwanga mdogo wa sigara hiyo ukimulika macho yake ya kikatili. Umechelewa kwa sekunde thelathini, malkia wa Masaki, Suleiman alisema kwa sauti ya dhihaka. Au tuseme malaika wa geto. Unataka nini, Suleiman? Nilikuambia usinitafute hapa. Damian ni mtu hatari. Akigundua mchezo huu, sote tutaishia shimoni. Malaika alizungumza kwa hasira ya chini chini, akizunguka huku na kule kuhakikisha hakuna mlinzi anayewaona. Suleiman alicheka, kicheko kifupi cha dharau. Hatari? Hatari ni mimi niliyekuacha uingie huku ukiwa na ahadi ya kutuletea kodi ya kila mwezi. Umekaa miezi sita, umesahau asili yako. Unakula keki na kunywa divai wakati mumeo kule kijijini hana hata hela ya tumbaku. Ile chale mkononi mwako, unadhani pete ya almasi itafuta kiapo tulichokula? Malaika aliuangalia mkono wake, ile chale ilikuwa inawasha, ilikuwa ni alama ya kundi lao, The Shadow Syndicate. Nitakupa pesa, nitakupa kila kitu unachotaka, lakini usiharibu maisha yangu hapa. Namupenda Damian, Suleiman. kweli kweli nampenda. Malaika alisihi. machozi ya kweli yakianza kumlenga Suleiman alimsogelea na kumshika kidevu kwa nguvu. Mapenzi ni anasa ambayo watu kama sisi hatuwezi kuimudu. Nataka dola laki tano kufikia kesho jioni, vinginevyo nitamshushia Damian file lako lote, picha zako ukiwa kule gerezani na cheti chako cha ndoa cha kwanza ambacho bado ni halali. Malaika alihisi dunia imesimama. Laki tano hizo ni pesa nyingi ambazo hawezi kuzichukua benki bila Damian kujua. Ghafla, sauti ya tawi lililovunjika ilisikika nyuma yao wote wawili walistuka na kugeuka upande wa giza wa bustani. Pale kivuli cha mtu kilikuwa kimesimama, kikishika simu ambayo mwanga wake ulionyesha kuwa ilikuwa ina rekodi video. Kumbe wewe si yatima uliyetoka kijijini kwa mateso? Sauti ya kike yenye ukali na chuki ilisikika. Alikuwa Sofia, mdogo wake Damian, ambaye tangu siku ya kwanza hakuwahi kumwamini Malaika. Alikuwa ameshikilia ushahidi ulioweza kusambaratisha himaya yote ya Malaika ndani ya sekunde moja. Sofia, naomba nielezee Malaika alipiga hatua kuelekea kwake. Usinituse kwa mdomo wako mchafu, Sofia alifoka. Kaka yangu amekupa kila kitu, na sasa nitamwonyesha dunia nzima video hii, hapa hapa kwenye sherehe. Sofia aligeuka na kuanza kukimbia kuelekea ndani ya nyumba. Mzuie, Suleiman alinguruma akitoa kisu kidogo mfukoni, akifikisha hiyo video ndani sote tumekwisha. Malaika alijikuta kwenye njia panda ya kutisha. Je, amzuie Sofia kwa nguvu na kuingia kwenye jinai nyingine, au amwache aende akaharibu kila kitu na kupoteza maisha ya kifahari na mwanamume anayempenda? Sofia alikuwa akikimbia kuelekea kwenye mwanga wa taa za sebuleni, simu yake mkononi ikiwa imebeba bomu ambalo likilipuka maisha ya Malaika yangebaki kuwa majivu. Malaika alihisi mapafu yake yakibana, kila hatua aliyopiga kwenye nyasi za bustani, aliona jumba lake la ndoto likiporomoka. Sofia tafadhali, nisikilize Malaika alipiga kelele ya chini, sauti iliyojaa kukata tamaa. Lakini Suleiman ambaye hakuwa na cha kupoteza alikuwa na kasi zaidi. Kama chui anayewinda, aliruka end kumkamata Sofia kabla hajafika kwenye mlango wa kioo. Sofia alipiga ukelele, lakini mkono mkubwa wa Suleiman ulikaba mdomo wake. Nyamaza wewe, binti wa kitajiri, au nitakuchana koo hapa hapa, Suleiman alinong'ona kwa sauti ya kikatili, ncha ya kisu chake ikigusa shingo ya Sofia. Malaika alisimama pale pale akitetemeka. Suleiman, hapana, usimuumize huyo, ni mdogo wake Damian. Kama akiingia ndani sote tunakufa. Malaika, unataka kurudi gerezani? Unataka Damian ajue kuwa wewe ni mke wa kiongozi wa genge letu? Suleiman alifoka, macho yake yakiwa yamemtoka. Malaika alimtazama Sofia. Macho ya binti huyo yalikuwa yamejaa hofu kuu, machozi yakimtoka. Katika sekunde hiyo, Malaika alikumbuka ukarimu wa Damian. Alikumbuka jinsi Damian alivyomshika mkono na kumwambia, wewe ni malaika wangu, mwanamke pekee ninayemwamini. Dhamira ilimchoma, lakini hofu ya kurudi kwenye umasikini na kuta za baridi za jela ilikuwa kubwa zaidi. Chukua simu yake, Malaika alisema kwa sauti ya baridi ambayo hata yeye mwenyewe hakuitambua. Futa video hiyo, na kisha. Na kisha nini? Sauti nyingine ilisikika kutoka gizani. Safari hii haikuwa sauti ya mwanamke, ilikuwa sauti ya Damian. Malaika alihisi damu imeganda mwilini. Damian alikuwa amesimama mita chache tu, akiwa ameshika bastola yake ya ulinzi. Uso wake ulikuwa umepoteza ule upole wa kawaida, ulikuwa kama uso wa simba aliyejeruhiwa. Alikuwa amesikia kila kitu. Damian, Malaika alijaribu kusema, lakini ulimi ulimviringa. Achana na mdogo wangu, Suleiman, kabla sijapuliza kichwa chako, Damian alisema kwa sauti ya utulivu wa kutisha. Na wewe Malaika, au nikuite nani? mke wa kiongozi wa genge Suleiman alijua mchezo umekwisha. Alimvuta Sofia kama ngao yake. Rudi nyuma Damian, vinginevyo namuua mdogo wako sasa hivi. Nataka gari na njia ya kutokea, la sivyo damu itamwagika hapa. Malaika alijikuta katikati ya watu wawili hatari, mume aliyemfanya malkia na mshirika wake wa zamani anayemshikilia mdogo wa mume wake. Ghafla Malaika aliona ile pete ya almasi mkononi mwake alikumbuka siri jedna ambayo hata Suleiman hakuwa anaijua kuhusu ile chale yake. Chale ile haikuwa alama ya genge tu, ilikuwa ni ishara ya ugonjwa wa kurithi wa damu ambao ungemuua ndani ya mwaka mmoja kama asingepata matibabu ya gharama anayopewa na Damian. Alifanya uamuzi wa haraka. Damian, nembatize! Malaika alipiga kelele, huku akijitupa mbele ya Suleiman akijaribu kumvuta sofia ajiokoe. pa sauti ya risasi ilipasua ukimya wa wa usiku wa Masaki. Mwangwi wa risasi hiyo uliendelea kuvuma masikioni mwa Malaika kama mlio wa kifo. Kwa sekunde chache, bustani nzima ilitawaliwa na ukimya wa kutisha uliokatwa tu na sauti ya maji ya chemchemi yaliyokuwa yakitiririka, kana kwamba hakuna kilichotokea. Malaika alihisi maumivu makali yakipenya kifuani kwake, joto la damu likianza kulowatisha gauni lake la hariri la zambarau. Alipepesuka, magoti akamlegea na akaanguka chini kwenye nyasi baridi. Malaika! Damian alipiga kelele iliyopasua anga bastola yake ikimtoka mkononi. Suleiman, akiona mambo yamegeuka kuwa mauti na Damian amepoteza umakini, alimsukuma Sofia kando na kutokomea kwenye giza nene la uzio wa mianzi, akitoroka kama kivuli. Lakini Damian hakumjali tena Suleiman, alikimbia na kuupakata mwili wa Malaika uliokuwa ukidhoofika haraka. kwa nini, kwa nini umefanya hivi? Damian aliuliza, mikono yake ikitetemeka, huku akijaribu kuzuia damu inayotoka kifuani mwa mkewe. Machozi yalimtoka bila kupenda. Malaika alijaribu kupumua, kila pumzi ikimchoma kama miiba. Alimtazama Damian na kwa mara ya kwanza tangu aingie kwenye ndoa hiyo, macho yake hayakuwa na uongo, hayakuwa na uigizaji. kwa sababu nilikupenda kweli, Damian, Malaika alinong'ona, sauti yake ikiwa dhaifu kiasi cha kusikika kama upepo. Suleiman alitaka kumuua Sofia, nisingeweza kuruhusu damu ya familia yako imwagike kwa ajili ya madhambi yangu. Sofia akiwa bado anatetemeka kwa hofu kando yao alikuwa ameshikilia ile simu iliyokuwa na ushahidi wa usaliti. Alimtazama mwanamke aliyemchukia, mwanamke aliyemwita tapeli, sasa akiwa anatoa uhai wake kumwokoa yeye. Sofia alihisi koo lake likifunga kwa hatia. Kaka, lazima tumpeleke hospitali haraka, sofia alilia. Nyamaza, damian alinguruma, lakini macho yake yalikuwa yameganda kwa Malaika. Malaika, kwa nini hukuniambia? Kwa nini ulidanganya kuhusu, kuhusu kila kitu, kuhusu mumeo, kuhusu lile genge. Malaika alitabasamu kwa uchungu, akijaribu kuinua mkono wake uliokuwa na ile pete ya almasi. Alivuta pete hiyo kwa shida na kuiweka mkononi mwa Damian. Chini ya ile chale kuna namba, Malaika alisema huku damu ikianza kumtoka mdomoni. Namba ya akaunti ya siri kule Uswisi. Genge la Suleiman walikuwa wanaitumia kutakatisha fedha zako. Mimi mimi nilikuwa chambo tu, lakini Damian, mume niliyekuwa naye kijijini alikufa miaka mitano iliyota Suleiman alikuwa anatumia jina lake kunitishia. Damian alishtuka. Kumbe Malaika hakuwa anamsaliti kwa mwanamume mwingine aliye hai, bali alikuwa mateka wa kivuli cha zamani zake. Nisamehe, Malaika alihisi giza likianza kumvaa. Nilitaka kukuambia, lakini niliogopa kupoteza pepo hii ulionipa. Gafla ving'ora vya magari ya polisi na ambulansi vilisikika kwa mbali vikikaribia lile jumba la marumaru, lakini ndani ya bustani ile Maisha ya mwanamke aliyeitwa Malaika yalikuwa yakififia. Damian alimkumbatia kwa nguvu akipuuza damu iliyokuwa ikichafua suti yake ya mamilioni. Hutakufa, Malaika. Unanisikia? Mimi ni Damian, siwezi kuruhusu kifo kikuchukue. Lakini Malaika hakujibu. Macho yake yalibaki yamefunguka kidogo, yakitazama mwezi ambao sasa ulikuwa umezibwa na mawingu mazito. Mkono wake uliokuwa na ile chale ya siri ulianguka chini legelege lege. Polisi walivamia jumba lile, na mkuu wa upelelezi Kamishna Zito alitembea kuelekea kwa Damian. Aliona mwili wa Malaika na kisha akaitazama ile pete ya almasi iliyokuwa imelowa damu. Bwana Damian, tunasikitika kwa yaliyotokea, kamishna alisema kwa sauti nzito. Lakini tumepata taarifa kuwa mkeo hakuwa mwathirika tu, alikuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa wizi wa fedha kwenye kampuni yako. Na Suleiman, Suleiman hakuwa mgeni wa biashara, alikuwa kaka yake wa damu. Damian alinyanyua kichwa chake polepole. Macho yake yaliyokuwa na huzuni, ghafla ghafula, yakabadilika na kuwa na baridi ya kutisha. Alimtazama Kamishna, kisha akamtazama Sofia ambaye alikuwa amepigwa na butwaa. kaka yake wa damu, Damian alirudia maneno yale kwa sauti ya chini. Alikumbuka maneno ya mwisho ya Malaika kuhusu upendo. Je, hata kifo chake kilikuwa ni sehemu ya mchezo wa kumfanya Damian asijishuku na kuendelea kulinda siri ya lile genge? Je, Malaika alijipiga risasi mwenyewe ili awe shujaa machoni pa Damian na kumlinda kaka yake asikamatwe. Damian alisimama, akajifuta damu usoni. Aliangalia ile chale mkononi mwa Malaika, aligundua kitu ambacho kamishna hakukiona. Ile chale haikuwa alama ya genge tu, ilikuwa imechorwa ramani ndogo ya eneo la kuhifadhia dhahabu chini ya nyumba hiyo hiyo waliokuwa wamesimama. Mchezo haukuwa umeisha, ulikuwa ndio kwanza unaanza. Hali ilizidi kuwa ya mashaka. Ambulansi iliondoka kwa kasi, ving'ora vyake vikilia kwa huzuni katika usiku wa Masaki, huku Damian akibaki amesimama bustanini kama sanamu. Sofia alijaribu kumshika mkono kaka yake, lakini Damian aliuondoa kwa nguvu ya ajabu. Macho ya Damian sasa hayakuwa na huzuni tena, yalikuwa na kisasi. Siku tatu baada ya tukio la bustanini, jiji zima la Dar es Salaam lilikuwa likizungumza jambo moja tu: kifo cha mke wa bilionea Damian. Magazeti yalikuwa na vichwa vya habari vya kushtua Mke wa bilionea afariki akimwokoa ya shemeji yake, kumbe alikuwa na siri nzito. Lakini wakati ulimwengu ukiamini malaika amezikwa, ndani ya chumba cha siri chini ya ardhi banka, katika jumba la Damian, hali ilikuwa tofauti. Malaika alikuwa amelala juu ya kitanda cha kisasa cha matibabu, mashine zikiwa zinasoma mapigo ya moyo wake. Hakuwa amekufa. Risasi ile ilikuwa imepita pembeni kidogo ya moyo, na kwa kutumia madaktari bingwa waliolipwa mamilioni, Damian alikuwa ameficha ukweli kutoka kwa polisi na hata kwa mdogo wake Sofia. Damian alikuwa amekaa pembeni yake akichezea ile pete ya almasi iliyokuwa na damu kavu. Najua unanisikia Malaika, Damian alisema kwa sauti ya chini na ya kutisha. Umdanganya polisi, umemdanganya Sofia na ulimdanganya Suleiman, lakini mimi, mimi huniwezi. Kope za Malaika zilicheza kidogo. Alifumbua macho kwa shida, mwanga wa taa ukimuumiza. Alipoona sura ya Damian alitaka kusema kitu, lakini koo lilikuwa kavu. Usijaribu kuongea, Damian alimzuia. Suleiman amekamatwa asubuhi ya leo, lakini kabla hajafikishwa polisi, vijana wangu walizungumza naye. Aliniambia kila kitu. Aliniambia kuwa ile chale mkononi mwako si ramani ya dhahabu tu, bali ni ufunguo wa vault ya baba yangu, uliyemuua miaka kumi iliyota kule kijijini. Malaika alishtuka, mwili wake ukapata nguvu ya ghafla ya hofu. Siri kubwa kuliko zote ilikuwa imevuja. Nilikupata ukiwa ombaomba barabarani, nikadhani ni bahati mbaya, Damian aliendelea huku akisimama na kuanza kuzunguka kitanda kile. Kukumbe ulikuwa unanitafuta, uliingia kwenye maisha yangu kulipiza kisasi cha ukoo wenu uliopoteza utajiri kwa baba yangu, ulinitumia mimi kufika kwenye hazina hii. Malaika alijaribu kunyanyuka, akashika mkono wa Damian. Damian, nili nilikulinda Sofia. Ulimlinda Sofia kwa sababu ukimuua yeye singekuamini tena na mpango wako wa kupata ufunguo ungekwama. Damian alifoka akimshika Malaika kidevu kwa nguvu. wewe ni mwanamke hatari sana, lakini sasa utakuwa mateka wangu. dunia itajua umezikwa, lakini utabaki hapa chini hadi unipe kila namba ya siri, akaunti mlizofungua na Suleiman. Ghafla, mlango wa chumba hicho cha siri ulifunguka kwa kishindo. alikuwa Sofia lakini hakuwa Sofia yule mpole aliyekuwa akilia bustanini. Alikuwa ameshikilia bastola na machoni pake kulikuwa na ubaridi ule ule wa Damian. Kaka, unachelewa sana, Sofia alisema huku akitabasamu. Nilikuambia mwanamke huyu hastahili hata sekunde moja ya huruma yako. Lakini unajua nini? Mimi na Malaika tuna siri moja ambayo wewe huijui. Malaika alimtazama Sofia, macho yake yakipanuka kwa mshangao. Siri gani? Damian aliuliza akihisi hali ya hewa inabadilika. Sofia alicheka kicheko cha kishirikina. Malaika si mke wa Suleiman pekee, Malaika ni mama yangu mzazi, mama uliyedhani alikufa wakati unazaliwa, Damian. Alibadilisha sura kwa upasuaji, akarudi hapa kutunyang'anya kila kitu kama adhabu ya baba kumtelekeza. Damian alihisi kichwa chake kikipasuka, alimtazama Malaika, mwanamke aliyemuoa, aliyelala naye kitanda kimoja, na sasa anaambiwa ndiye mama yake mzazi. ni uongo Damian alipiga kelele. Malaika alianza kulia, sauti ya kwikwi ikitoka kwi kifuani mwake. Damian, nisamehe, ilibidi, ilibidi nifanye hivi. Sofia alinyanyua bastola yake akaielekeza kwa Damian. Kaka, hazina sasa ni yangu. Na mama, samahani, lakini hukuwa sehemu ya mpango huu tangu mwanzo. Kidole cha Sofia kilianza kufinya triga. Mwengu wa Damian uliparaganyika vipande vipande. Kila neno alilosema Sofia lilikuwa kama sumu inayochemka masikioni mwake. Alimtazama Malaika, mwanamke aliyempa moyo wake, aliyemvisha pete ya gharama na aliyemvua nguo kwa mahaba, na sasa anaambiwa ni damu yake, ni tumbo lililomleta duniani. Hii haikuwa tu siri ya uhalifu, ilikuwa ni laana. Hauwezi kufanya hivi Sofia, damian alinong'ona, sauti yake ikiwa imevunjika kabisa. Wewe ni mdogo wangu, tumeshiriki kila kitu, huwezi kuwa upande wa mwanamke huyu aliyetufanya sote kuwa vitu vya kuchezea. Sofia alipiga hatua moja mbele, ncha ya bastola ikigusa paji la uso la Damiani. Macho yake yalikuwa na chuki ya miaka mingi iliyokuwa imefichwa chini ya tabasamu la upole. mdogo wako? Sofia alicheka kwa dhihaka. Damian, hata hapo ulidanganywa. Mimi si mdogo wako wa damu. Kwa upande wa baba, mimi ni mtoto wa Suleiman na Malaika. Baba yako alimnyang'anya Suleiman kila kitu, shamba la almasi, utajiri na mwanamke aliyempenda. Mimi nilizaliwa ili kulipiza kisasi hicho. Wewe ni mwana wa adui Damian, wewe ni ajali iliyotokea kwenye maisha ya mama yangu. Malaika akiwa bado amelala kitandani alijitahidi kunyoosha mkono wake. Sofia, inatosha, usi usimue. Nyamaza mama, Sofia alifoka. Ulimpenda huyu kijana, ulianza kusahau kwa nini tuko hapa. Ulichelewa kutoa ufunguo kwa sababu ulianza kufurahia maisha ya kitajiri na mwana wa adui yako. Malaika alitikisa kichwa machozi yakimtoka, nampenda, ni mwanangu, lakini Damian ni binadamu mwenye roho nzuri. Damian alicheka kicheko cha kichaa, alijisikia mchafu, alijisikia kama kiumbe ambacho hakistahili kuishi. Mikono yake iliyokuwa imemshika Malaika kwa mahaba sasa ilihisi kama imegusa mzoga uliokufa miaka mingi. Basi niue, Damian alisema kwa utulivu wa ajabu, akifumba macho yake, niue Sofia, maana siwezi kuishi katika dunia ambayo mke wangu ni mama yangu na mdogo wangu ni adui yangu, niue sasa hivi. Sofia alikaaza kidole chake kwenye trigger. Sherehe ya vifo ilikuwa inakaribia tamati, lakini ghafla taa za ndani ya chumba kile cha siri zilianza kuwaka na kuzima. Sauti ya king'ora kikubwa ilianza kulia ndani ya nyumba. Mfumo wa ulinzi umeingiliwa, sauti ya kompyuta ilitangaza. Ghafla mlango wa chuma wa chumba kile ulilipuliwa, moshi mzito ukajaza chumba, kabla sofia hajafyatua risasi Kikundi cha watu waliovalia barakoa nyeusi na silaha nzito, commandos, kiliingia ndani kwa kasi ya umeme. weka silaha chini, polisi wa kimataifa, Interpol! sauti iliamuru. Mmoja wa makomando hao alimpiga sofia teke la mkono, bastola ikaruka mbali. Sofia aliangushwa chini na kufungwa pingu ndani ya sekunde chache. Damian alibaki amepiga magoti, hajitambui, huku malaika akizimia tena kutokana na mshtuko. Katikati ya moshi ule, mwanamume mmoja alitembea kuelekea kwa Damian. Alivua barakoa yake. Alikuwa kamishna Zito, lakini hakuonekana kama polisi wa kawaida. Alikuwa na beji ya Interpol. Bwana Damian, poleni kwa drama hii ya kifamilia, Zito alisema huku akimnyanyua Damian. Tumekuwa tukiwafuatilia The Shadow Syndicate kwa miaka kumi sasa. Malaika na Suleiman ni matapeli wa kimataifa, lakini kuna kitu kimoja: Sofia amekudanganya ili akumalize kisaikolojia. Damian alimtazama Zito kwa matumaini kidogo. unamaanisha nini? Malaika si mama yako? Zito alisema akitabasamu kwa uchungu, tulifanya vipimo vya DNA kwa siri siku ile alipopigwa risasi bustanini. Yeye ni tapeli aliyefanya plastic surgery ili afanane na picha ya mama yako ya ujana, lengo likiwa ni kukuingia kisaikolojia na kupata hazina ya baba yako. Sofia ndiye binti yake, ndiyo, lakini wewe huna uhusiano wowote wa, wa damu nao. Damian alishusha pumzi ndefu kiasi kwamba alihisi mapafu yake yamepasuka. Hakuwa amefanya kitendo cha laana, lakini bado usaliti ulikuwa mzito. Yuko wapi mama yangu wa kweli? Damian aliuliza. Zito alinyamaza kidogo, kisha akanyoosha mkono kuelekea kwenye picha kubwa ya mama yake damian iliyokuwa sebuleni juu. Mama yako alifariki kweli miaka ishirini iliyopita. Hawa watu walitumia tu upendo wako kwake kama silaha ya kukuangamiza. Damian aligeuka kumtazama Malaika. Malaika alikuwa amefumbua macho kidogo, akimtazama Damian kwa huzuni. Hata sasa, katikati ya pingu na ukweli uliowekwa wazi, Damian aliona chembe ya upendo wa kweli kwenye macho ya mwanamke yule. Au labda alikuwa bado anadanganywa? Niondoeni hapa, Damian alisema kwa baridi, na mtoe mwanamke huyu mbele ya macho yangu, sitaki kumuona tena. Miezi sita baadaye, jumba la marumaru la Damian lilikuwa limeuzwa utajiri wake mwingi ulikuwa umetolewa kusaidia vituo vya watoto yatima. Damian alikuwa amehamia kijijini kwao, mbali na kelele za jiji na usaliti wa marumaru. Siku moja, akiwa amekaa kwenye kiti chake cha mbao akitazama machweo, mlinzi wake wa zamani alimletea barua. Barua hiyo ilikuwa na harufu ya perfume ambayo Damian hangesahau kamwe. Aliifungua, ndani kulikuwa na picha ya mtoto mchanga wa kiume mwenye macho yanayofanana na yake kabisa, na nyuma ya picha hiyo kuliandikwa maneno machache. siri ya mwisho, mimba ile bustanini haikuwa uongo. Huyu ni Damian Junior. Sitamwambia kamwe kuhusu madhambi yangu, nitamwambia tu kuhusu baba yake aliyekuwa na roho ya kimalaika. Usinitafute, lakini jua kuwa damu yako inaendelea kuishi kwa mtu ambaye hata kusaliti. Damian alitazama picha ile na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alitabasamu. Alichoma barua ile, lakini picha ya mwanaye alihifadhi ndani ya mfuko wa shati lake karibu na moyo wake. Siri ilikuwa imezikwa, lakini maisha yalikuwa yameanza upya. Je, unadhani Damian amefanya uamuzi sahihi kumwacha Malaika aende na mtoto bila kumtafuta au alipaswa kumfunga gerezani kwa usaliti wake? Dondosha maoni yako hapa chini, na kama umeguswa na mkasa huu, usisahau kusubscribe na kulike kwa ajili ya simulizi nyingine kali.